Naomba kukukumbusha kabisa, connect your prayer with your faith. Aliyetakiwa na Mungu ni wewe yaani, usimwangalie mwingine. Hata ungekuja peke yako, ni wewe ndiye Mungu aliyekutaka, na kwa sababu Mungu amekutenga na akakutaka kwa kusudi maalum kabisa akakuhitaji kwa kusudi maalum kabisa. Hakikisha maombi haya unaomba bila ulegevu ndani yake. Nikuambie tu, baada ya maombi haya kuna watu ambao watatofautishiwa mwendo kabisa. Kuna watu watakaobebwa na mkono wa Mungu kitofauti. Kuna watu ambao Mungu atawaheshimisha kitofauti. Kuna watu ambao wataandika historia mpya, na watu hao ni wewe ukawe Amen. Wewe kwa jina la Yesu. Somo ambalo tumekuwa nalo ninatuvuke mpaka ng'ambo, tukakwambia mambo yanayoweza kuzuia mtu asivuke mpaka ng'ambo ni pamoja na nini? Na giza. Giza linaweza likasimama njiani, linaweza likasimama hatua ya mtu, likamzuia mtu kabisa asivuke paka ng'ambo, lakini kuna alama, alama za rohoni zinaweza zikawekwa. Anatuambia katika kitabu cha Ayubu 13 27 na 28 na Ayubu 19 mstari wa nane, na tisa anaposema kwamba ameniwekea alama kuzunguka nyayo zangu, nimekuwa kama kitu kilichooza. Kwa hiyo mtu anaweza akaekewa alama asitoke kwenye ule mduara akawa kama kitu kilichooza na mambo yake yote asipige hatua. Ndio tunaenda kutoka hivyo kwenye hizo alama, iwe zimewekwa na familia zetu, iwe imewekwa na ukoo wetu, iwe imewekwa na makabila yetu, iwe imewekwa mahali tumezaliwa, iwe imewekwa mahali tumeolewa. Hatutakaa kwenye hiyo alama na hatutakuwa kama kitu kilichooza kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kitu kingine kinachoweza kumzuia mtu asipite. Wengine wamefungiwa kamba. Kamba za rohoni ambazo kiuhalisia hawawezi kuziona lakini zimefunga hatua zao, zimefunga maisha yao. Tukasoma Zaburi mia kumi na sita kuanzia mstari wa tatu mpaka ule wa tano. Anasema kamba za mauti zilinizunguka, hofu ya kuzimu ikanishika, lakini Bwana akanisaidia. Huyo ni Daudi, alikuwa akimtumikia Mungu ndiyo, alikuwa akimcha Mungu ndiyo, lakini kuna wakati ambao aliona mambo yake hayaendi akaona kabisa kinachonivuta na kunizuia nisiende mbele, ziko kamba za mauti. Kama Daudi anaweza kusema kamba za mauti zimenizunguka, na hofu ya kuzimu ikanishika, lakini Bwana akanisaidia. Maanake yule Mungu aliyemsaidia Daudi anaweza kukusaidia na wewe kwa jina la Yesu. Naongea na mtu anayesaidiwa na Mungu, kwa jina la Yesu anaweza kukusaidia na wewe kwa jina la Yesu. Akusaidie wewe leo kwa jina la Yesu, asaidie maisha yako yatoke hapo kwa jina la Yesu, asaidie watoto wako kwa jina la Yesu, asaidie mume wako kwa jina la Yesu, asaidie mke wako kwa jina la Yesu, asaidie masomo yako kwa jina la Yesu, asaidie hatua zako kwa jina la Yesu enda yetu ni kutoka kwenye kamba za mauti, ni kutoka kwenye shida za kuzimu, ni kutoka kwenye alama tuliowekewa, alama ya uovu tuliochorewa ya kwamba wewe ni wa kukaa kwenye mduara tu wa maisha haya ya mfanano kwenye familia yenu kilichomuua kaka sio lazima kikuue wewe. Hata kama kitaua familia nzima sio lazima kikuue wewe. Walipokwamia wengine sio lazima ukwamie wewe hapo. Na hao wenye nguvu watauteka ufalme wa Mungu, unatekwa na wale wenye nguvu. Wewe una nguvu na lazima uteke kwa jina yes, la Yesu yako. Mambo mengine ambayo shetani anauhalali nayo kwetu, alipewa sadaka Tulitolewa sadaka, wakati mwingine tulitoa sadaka wenyewe, wakati mwingine tulizunguka kwa waganga mwenyewe, lakini ndiyo ikawa ni zuio la kwetu la kutunyima kutoka pale. Biblia inasemaje? Matendo ya Mitume 3:19 anasema tubuni basi, anasema tubuni basi. Matendo ya mitume 3:19 Anasema tubuni basi, kuanzia ule mstari wa kumi na sita. Tubuni basi mrejee ili zije siku za kufanywa upya mambo yenu, yaani mambo yenu yote yafanywe upya. Siku za kuburudishwa zinakuja, lakini kinachofanya zile siku za kuburudisha zifike mahali tulipo ni toba. Kuna mtu ananielewa? Kinachosababisha zile siku za kuburudishwa zije kwetu ni kutubu. Maana Biblia inasema baba zetu wametenda dhambi hata hawapo. Na sisi tumeyachukua maovu yao. Matendo ya Mitume 3:19 anasema Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana, apate kumtuma Yesu Kristo mliyemweka tangu zamani, ambaye limpasa kupokelewa mbinguni hata zije zama za kufanywa upya vitu vyote, zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Aha, kumbe Mungu anachokihitaji ni toba Mkitubu vinakuja siku za kuburudishwa na kufanywa upya mambo yenu yote. Yaani ni ndoa iliyochakaa iliyokata tamaa, toba inarejesha. Ni mahali ambapo ni biashara iliyokuwa haiweleweki, toba inarejesha. Ni dhambi zetu ambazo baba zetu wametugawa kwa sadaka, toba inaturejesha kwenye mstari. Ndio maana anasema tubuni, basi mrejee zije siku za kufanywa upya mambo yenu yote. Haleluya, haleluya! Unapoenda mbele za Bwana kwa toba, jiachie sema, ee Bwana Yesu. Ee Bwana Yesu, Bwana Yesu, Yesu. Yesu ninakuja mbele zako, ninaomba toba, ninaomba ninaomba rehema, ninaomba msamaha, msamaha, kwa ajili ya jambo lolote lililosimama lolo lolo lolo lolo na kunizuia nisivuke ng'ambo nisivuke ng'ambo nisivuke ng'ambo nisipige hatua kwenye, kwenye maisha yangu, na hata nikipiga, kila nilipopiga mambo hayawi mazuri, mambo mabaya yanainuka kwangu Jioni ya leo, jioni ya leo ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, toba ninaomba nina nina nina msamaha kwa ajili ya kila jambo lililosimama kama, kama zuio kwenye maisha yangu, kwenye hatua zangu, kwenye elimu, kwenye kazi kaze, kwenye ndoa, kwenye ofisi, kwa watoto, kwenye huduma, kwenye uchumi. Ewe Bwana Yesu, ewe Bwana Yesu, ewe Bwana Yesu, natambua kwamba si stahili si si stahili stahili e Bwana Yesu, naomba toba. toba kwa ajili yangu kwa ajili ya ardhi ya mahali hapa, ninanyenyekea ninanyenyekea ninanyenyekea ninaomba toba ninaomba toba, ninaomba toba kwa kila gumu ninalopitia kwa kila jambo lililokwama maishani mwangu ninaomba toba kwa zile sadaka zilizotolewa kwa zile sadaka zilizotolewa kwa, kwa ile miungu ya kabila langu ya kabila la baba ya kabila la, la mama mahali pale walipoweka kitovu changu, changu. ili e. kidaiwe kama sadaka kufanya maamuzi ya maisha yangu jioni ya leo naomba toba. Mungu wangu, ni rehemu Bwana, ni rehemu Bwana, ni rehemu Bwana, ni rehemu Bwana, Bwana. Yamkini imeshikiliwa kwenye makaburi, ya kwenye njia panda, mahali ambapo siwezi tena, tena kujitetea, kujitetea, naomba toba, naomba toba, naomba toba, naomba toba, naomba toba, naomba toba, na bashata yaka, endelea kuomba toba, endelea kuomba toba, endelea kuomba toba, endelea kuomba toba, wala ush

Malaika wa Bwana anapita, hawatatulia hawatatulia hawatatulia hawatatulia, nionizwa kuzimu iko kwa waganga iko mahali popote na mahali walipopeleka hizo picha zako kama kielelezo, oh, kama kielelezo robo shata Reba robo roboshat takapoita Yesu mara ya pili, taita mara ya tatu, Mungu anaenda kumhudumia mtu. Haya maisha sio ya kwako. Naongea na wewe ambaye ni msaada wa familia yes. Wamekuona toka mbali wakasema, tumzuie. Taita Yesu, nitoe hapa. Ita Yesu, kama Batimayo alivyoita. Ita Yesu mpaka moyoni mwako yes. Kuna mtu anatolewa, sema Yesu, Yesu! Yesu! Yesu!